Si mziki huu unafanya yani, tunasahau kama ni Jumatatu hey. Ndio mwanzo wiki imeanza, nasafisha koo kidogo <laughs> hey, mm. Wikendi ilikuwa ndefu, sawa basi, oh. Tuanzie hapa <laughs> Afrika ambapo nchini Tanzania e, klabu ya Yanga imefagia mataji yote msimu huu baada ya jana kubeba Kombe la Shirikisho kufuatia ushindi wa mbili bila dhidi ya Singida Black Stars, mechi iliyochezwa kule visiwani Zanzibar. Ushindi huo umeifanya Yanga kutetea ubingwa wa michuano hiyo na kubeba mara nne mfululizo, sio moja e, kama ilivyokuwa ligi kuu bara. Na leo wana msafara wao unaopangwa kule Dar es Salaam kuonyesha mashabiki wao mataji walioshinda msimu huu. Mm, kwenye line ya simu tunaungana na mwandishi wetu Mindi Joseph upande wa pili wa studio. Mtazamaji e, yupo tayari Bruce Amani, na msikilizaji vile vile. Bruce Amani yuko upande wa pili wa kabisa niko kwenye laini ya simu na nawapata vyema kabisa. Safi sana, Mindi, nianze na wewe. Hebu kwanza tuzungumzie msimu wa Yanga na kuelekea walichokifanya ili kupata mafanikio hayo. Naweza nikasema kwamba huenda ulikuwa ni msimu bora sana kwa Yanga, na sio msimu mmoja tu, ni misimu minne mfululizo bora mm, sana kwa Yanga. Uh, tukishuhudia pia kwa msimu huu elfu mbili ishirini na nne na ishirini na tano wakifagia makombe yote matano hapa nchini Tanzania ambapo alianza Uh, na Kombe la Muungano, lakini pia uh, ngao ya jamii toyota kafu lakini pia kwa upande wa ligi kuu, um, msimu elfu mbili ishirini na nne na ishirini na tano akabeba tena, na jana tumeshuhudia wakiwatandika Singida Black Stars goli mbili kwa sifuri kunako fainali mm -hmm. ya kombe la CRDB ama kombe la shirikisho nchini Tanzania na kuweza kubeba ubingwa wa tano mm -hmm. Mimi eh, maf maf ma ma ma mafanikio haya kama ulivyosema kweli ni makubwa sana, na katika misimu minne eh, mm -hmm. Yanga wamefanya nini ambacho wameweza kufanikiwa nacho, kwa sababu Simba kwa kweli pia nao wamejaribu kuwekeza, lakini inaonekana kama Yanga hawataki masahara kabisa uh, utofauti wa Yanga na Simba na Azam ni kitu kimoja. Ukiangalia Simba wamewekeza ndio, lakini pia ukiangalia Azam wamewekeza ndio, lakini Yanga kuna kitu ambacho uh, wamezipiku hizi timu mbili, ikiwa ni utawala bora mm -hmm. Unaweza ukawa na vitu vyote umewekeza, una kila kitu, lakini ukikosa kitu ambacho kinaitwa utawala bora, huwezi ukafika sehemu yoyote. Ukiangalia Yanga chini ya rais injinia Hersi Said, Uh, unaona kabisa kwamba kuna kitu ambacho wa Yanga uh, wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa, ni kutokana na utawala bora ama uongozi bora ambao Uh, wako nao Yanga kwa sasa Bruce Amani, mm, wewe pia unafuatilia ili kandanda la Tanzania, unaliona kwamba linaendelea kukua, kwa sababu msimu ujao utakuwa na wawakilishi wanne kwenye mashindano ya vilabu vya Afrika. Sijui wewe unatazama vipi soka la Tanzania ukilinganisha na mataifa kama Kenya na Uganda. Tanzania iko mbali, iko mbali kwa kweli, mm, inapiga hatua nzuri sana. Tunaona sasa timu zinaendelea kuleta ushindani katika jukwaa la Afrika. Eh, Yanga na Simba watakuwa katika ligi ya mabingwa Afrika na Azam mm, FC pamoja na Singida Black Stars na watakuwa katika Kombe la Shirikisho. Hizi ni timu nne ukiangalia katika wamepewa nafasi ya timu nne kwa sababu ya kiwango chao bora, yani katika viwango vya timu bora Afrika. Kwa kwa hivyo nadhani inaendelea kupata pointi zaidi. Kenya kwa mfano ni timu mbili tu eh, katika Champions League na eh, ligi ya eh, Kombe la Shirikisho, kwa hivyo mm. inaonyesha kwa kweli kwamba maendeleo ya kandanda nchini Tanzania yapo katika mkondo sahihi kabisa. Eh, lakini Mindi kwako, nirudi Simba nao wamemaliza kama uh, makamu Ngua, katika mashindano haya, labda wao wanazungumziaje? Wewe umetaja kuhusu uongozi bora, wanakwama mm. wapi, wanakwama mawapi Simba na labda wanazungumza nini katika kujipanga katika msimu ujao? Ah, Simba baada ya kukosa kila kitu kwa msimu huu, kikubwa ambacho kwa sasa wanakizungumza wanasema, wanajipanga na msimu ujao mm. unakoangukia kuwa ama unakondondoka, lazima pia wanze kujipanga, lakini sio mara moja, zaidi ya mara nne, hii unajipanga kila msimu <laughs> Mbona bueno, wanakaribia kufanana yeah, okay, na Arsenal? Okay. Yeah, okay. Ukiangalia Simba uh, kuna mtafaruku ambao ulitokea uh, hata ukiangalia pia kwa upande wa kocha, alikuwa anakuja huyu anaondoka huyu anakuja huyu, hata usajili mm, uh, ambao Simba alikuwa anaofanya msimu uh, msimu huu ambao umeishia elfu mbili ishirini na nne ishirini na tano mm -hmm, walisema wako wanatengeneza kikosi, kwa hiyo walikuwa wanatengeneza kikosi na kuna mafanikio ambayo waliyapata, ikiwa ni pamoja na kufika uh, fainali ya Kombe la Shirikisho, mm -hmm, na hata walivyofungwa walisema kwamba mafuta tunatengeneza kikosi. Kwa hiyo wamepoteza makombe wanasema wa, yaani bado wana wanatengeneza kikosi, pengine tusubiri msimu wa 2025 na, na 2026, uh huenda wakaje na kitu kingine tofauti. Wacha tusubiri huko. Asante sana, mimi ni Joseph ukiwa huko Tanzania. Lakini tuelekee sasa katika taifa jirani Kenya. Kwenye laini ya simu yupo mwanamichezo Anthony Arushe. Anthony, mambo vipi? Uh, mambo mazuri, nashukuru. Nasikia vizuri huko, mambo mabaya, nashukuru sana mm. E, sawa, sawa. Sasa jana miamba ya kandanda wa mabingwa wa kihistoria nchini humo Gor Mahia walionyesha kivumbi e, mabingwa wa ligi wa daraja la pili Nairobi United waliwachapa miamba hao wa ligi kuu Gor mbili moja na kubeba Kombe la FKF. Sijui wewe kimtazamo wako unadhani Gor Mahia ipo katika nafasi gani, haijawahi kujikuta katika kipindi hichi mm. e, kwa muda mrefu, tatizo liko wapi? tatizo ni kwamba kwanza, Gor Mahia ni timu ambayo ilikuwa napo nafasi ya kufanya vizuri na mambo yakawa ndivyo sivyo, kwa sababu Gor bado wana wachezaji wale wa zamani, wajafanya usajili wa kisawasawa kwa kipindi kama misimu mitatu imepita, bado amekuwa na wachezaji wale wane. Na Gor Mahia jana, watu wali wengi walitarajia pengine Gor ingepata shida katika mechi ya jana, lakini hawa Nairobi United ni timu ambayo iliweza kujipanga na ikafanya vizuri. Gor Mahia tatizo wako nalo zaidi ni kwamba wamekuwa na mambo na kubadilisha makocha kila mara, wanapata katika ndani ya msimu mmoja wanabadilisha makocha wawili mm -hmm, ama makocha watatu. Kwa hivyo tatizo lilianzia eh, mwaka jana mwezi Novemba, kama eh, kumbukumbu zangu sikosahii, walipomfuta ile kocha Brazil mm -hmm, eh, Leonardo da Neiva na kumpa nafasi huyu utno na naibu wake Michael nam kuweza kwa hiyo kwa kuamaohkaukazi ilel katikati lazima mnabaishahhvo lazimagorumaaakikisha kwamba msimu unaokuja basi wanajipanga vizuri na kufanya usajili. Eh, wa Police wamebeba ushindi huu kwa mara ya kwanza. Ni timu ambayo misimu mitatu iliyopita ama minne ili kwako kidogo inayumbayumba, haina msimamo na mwelekeo. Unadhani kipi tofauti waliweza kukifanya kwa kuhakikisha kwamba kweli watu wanapiga saluti Kenya polisi alichokitaja mindi utawala bora na wamekuwa na utawala bora na uwekezaji mm. katika kikosi pamoja na nidhamu, na kwa kweli tumeona imezaa matunda. Lakini eh, tuzungumzie Nairobi mm. United, tuachane na Gor Mahia kweli mm -hmm, mm -hmm, tu, tuwape heshima yao, walipata ubingwa wa ligi daraja la pili NSL wakapanda mm -hmm. daraja kucheza Premier League msimu jao, lakini pia wamebeba kombe hili la FKF kumaanisha kwamba watawakilisha Kenya katika kombe la shirikisho Afrika, lakini safari yao haijawa rahisi kufika hapo waliwa wali Waliwaua Taska FC Vigogo hawa aatvigogo mm KCB wakawapiga -hmm. Kakamega Homeboys, Mara Sugar na kisha Gor Mahia. Kwa hivyo haikuwa kibahati watakapokuwa kwenda kwenye kombe la shirikisho kule, wanakutana na timu ambazo zimejipanga zaidi. Arushe, unadhani Nairobi United wataweza kustahimili kustahimili mikiki, mikiki ambayo ipo katika kombe la shirikisho? Uh, nadhani nafasi yao ni finyu kuweza kustahimili mikiki kwa na sababu eh, michuano kombe la shirikisho ni michuano ambayo inahitaji timu imejiatu mm. inahitaji wachezaji wenye uzoefu katika michuano hii ya kombe la, la mataifa kwa shirikisho la Afrika. Kwa hivyo eh, kocha wa Nairobi United ambaye <coughs> -hmm. ku, ku, ni mchezaji wa zamani wa mataifa Harambee Stars Nicholas Muyoti mm. anahitaji kufanya kikosi imara zaidi yani, kupatia kikosi kio cha nguvu. nina hakika atafanya mabadiliko katika kikosi cha Nairobi United kwa sababu eh, kama timu itakuwa hii, huwezi linganisha mechi ya fainali ya jana kisha E, ee, kuna na timu kutoka Tunisia ama Morocco inakuwa, e, ni matatizo. Kwa hivyo lazima afanye mabadiliko hali ya juu, na e, kikubwa alichokifanya huyu Nicolas Miotti kwa hawa vijana mm -hmm. wa Nairobi United, kwa sababu ni kocha mgeni mm -hmm. ameanza kufunza e, e, mm -hmm. kwa Januari mwaka huu, na kitu alichofanya aliwajenga, ali wachezaji kiakili na kuweza kuwacheza kuwacheza kitimu zaidi, na wakawapatia ile imani kwamba, e, wanaweza kufanya chochote kile, kwa sababu e, katika historia ya michuano hii unakumbuka timu uh ya kwanza kuweza kushinda michuano hii ya Kombe la FKF ambayo ilikuwa haichezi katika ligi kuu, inacheza katika ligi daraja la pili, ilikuwa ni Sofapaka mwaka elfu mbili na saba. Kwa hivyo Nairobi United Wame esture, na wameingia eh, katika historia inakuwa ni timu ya pili ambayo haiko katika ligi kuu na imeshinda kombe hili, na tayari sasa wamefanya kweli sasa. Kazi iliyokubwa mbele yao ni kuku, ni, ni kushuka kikosi kitakachoweza kushiriki katika michuano janga kwa katika, katika raundi ya pili ya michuano ya kombe la shirikisho. Kwa hivyo eh, kazi wanayo huyu kocha wao Nicholas. Nitaje tu kidogo saumu kwamba jana kulikuwa na vurumai baada ya mechi hiyo mashabiki wa Gor Mahia <laughs> walirusha vitu wakitaka <laughs> <laughs> kocha Zedekaya Otieno lakini mulie. mambo mbaya kwa Gor Mahia, nadhani sio habari mpya, ni kawaida. Wasipofanya ndio tunashangaa, ama vipi, aruche? ni kweli ni jambo mm, la kawaida. Hata wakati ule ule Brazil, mm, leonado di naiva kabla ya kuchukua kazi, kuna wakati boro washabiki walichukua kocha Gor Mahia. Kwa hivyo ni jambo ambalo limezoeleka, na kitu ambacho mashabiki wa Gor wana kinachowakera ama kinachouma zaidi ni kwamba timu hii ambayo ndio timu kongwe imekosa kombe msimu huu, huo msimu bila taji. Kwa hivyo ni ni mashabiki wanaumwa sana, na huyu ndio Dedekia alikuwa na kaimu ile kaza kwanza, hajaidhinishwa kwamba amekosha. Haya mashabiki ndio wanaumia. Asante sana Rushe. Sasa ni baki hapa studioni na Bruce Samani. E, tuangazie sasa michuano ya kombe la dunia la FIFA inayoendelea nchini Marekani, imeingia hatua ya robo finali mpaka sasa mm. kuna timu nne zilizotinga hatua ya nane za mwisho. E, lakini michuano hii imekuwa ikizungumziwa na mengi zaidi sijui, e, wewe kimtazamo wako unazungumziaje mashindano haya kwa hii hatua iliyofikia? Yani, kweli kabisa imekuwa ni zimekuwa ni mechi nzuri, baadhi ya mechi nzuri, nyingine hazina mashabiki wengi, lakini kuna sababu chungu nzima, na tumeshuhudia kwa kweli wadau wakizungumza makocha na hata mashabiki baada ya mechi. Mechi kama nane hivi zilikumbwa mm -hmm. na matukio ya kucheleweshwa, nyingine zika eh, kwa, kwa, kwa muda mrefu sana, ama masaa mengi sana mm -hmm. kutokana na joto jingi, hali ya hewa ni ngumu, lakini pia masuala ya usafiri ni vitu ambavyo vinavuruga kabisa utamu wa michuano hii na vinatilia shaka eh, michezo ya Kombe la Dunia 2026 mm -hmm, itakayoandaliwa huko Marekani, maana hiki ni kama kipimo cha mashindano hayo. Kwa hivyo wengi wanajiuliza itakuwaje kama eh, sasa hivi hali ndio tunayoona kwa sasa. Lakini tumsikilize kwanza eh, kocha wa Chelsea eh, Enzo Maresca akizungumza baada ya mechi ya Chelsea na Benfica. Chelsea walifuzu mabao manne kwa moja, lakini hadithi ya, ya mchezo huo sio hayo magoli kwa kweli mm. Tumsikilize kwanza Talking, talking kwangu, binafsi kuna shida fulani, lakini ninazungumza kama kocha, kwa sababu ukiwa kwenye vyumba vya kubadilisha nguo kwa saa mbili, inabidi ujaribu kuwaweka wachezaji kwenye mchezo, lakini kwa saa mbili wanazungumza na familia zao nje, kwa sababu za usalama, wanakula kitu, wanacheza, wanacheka. Unawezaje kuwaweka ndani kwa, kwa masaa mawili na fikra zao zibaki kwenye mchezo? Ndio maana nimesema hilo. Tuna furaha kuwa katika mashindano haya, lakini ni kitu ambacho si cha kawaida katika kandanda amelalamika kocha hapo. Bruce, unaiunga mm. mkono hoja hii? Bila shaka naunga mkono hoja hii kwa sababu eh, sijui si, ni kandanda gani tunashuhudia? Kwa sababu hebu eh, fikiria mashabiki ambao waliambiwa mechi ilikuwa imefikia dakika 86, mm. bado dakika 4 tu kwa mfano zahe, mechi ukamilika mm -hmm. na wakaambiwa, wachezaji wakaambiwa waondoke uwanjani, au mashabiki waondoke uwanjani kwa sababu kuna hatari, kitisho cha kutokea radi mm. eh, kwa hivyo kwa mujibu wa kanuni za FIFA katika suala la usalama michezoni, lazima hmm, wazingatie. Kwa hivyo ikabidi wachezaji waondoke na Eh, wakuu wa mechi wakasema pengine baada ya dakika 30 mechi itaendelea, lakini wakasogeza na kusogeza hadi kama masaa mawili mm. ndio mechi kaendelea sasa. Maresca alikasirika kwa sababu kupumzika, lakini Bruce huko sio kupumzika sasa sio kupumzika, mnajitoa kabisa mchezoni kwa kweli mm, na lazima upashe tena misuli moto na masaa mawili ni mingi sana. Sasa baada ya kurudi uwanjani kumalizia dakika nne hazikuwa dakika nne tena mm. Liingia dakika za ziada dakika thelathini za ziada. Si kwa sababu walikuwa wamepumzika muda mrefu, kwa hiyo na nguvu bado ya kucheza muda mwingine. Sasa sio faida kwa Chelsea ambayo ilikuwa inaelekea kushinda kwa urahisi. Sasa lazima ulalamike kwa sababu hapo ni ushindi umewaponyoka kwa namna hiyo, lakini Bruce amani mashindano Dio. haya pia yamekosolewa na makocha mbalimbali akiwemo Pep Guardiola anasema, mm. ni ya hovyo kabisa, sijui wewe, kauli hizi unazungumzia. Hata Klopp amezungumza kweli kabla ya mashindano haya E, rais wa FIFA Gianni Infantino yeye mm -hmm. anatumia mashindano haya kama e, kipimo cha Kombe la Dunia, lakini pia ni moja ya mashindano ambayo ameapigia debi sana, ya kwamba kuongeza e, timu zinazoshiriki katika Kombe la Vilabu la FIFA mm -hmm. na kimsingi, ukiangalia timu zinazoshiriki kwa kweli kuna nyingine ambazo zilimaliza msimu mapema, nyingine ambazo zimemaliza hivi majuzi tu kama PSG na mm, za hapa Ulaya sana sana na, mm -hmm, na wachezaji wanachoka. Huu mrundikano wa mechi una haribu kabisa afya ya wachezaji kwa sababu watakuwa na kipindi kifupi sana kuanza kalenda mpya ya msimu mm -hmm, na hii nadhani sio faida kwa baadhi ya timu ambazo tunashuhudia hapa katika bara la Ulaya. Bruce Samani, kuna timu ambazo zimeingia pale zikionyesha nguvu kama ulivyosema hapo awali, kikosi cha hapa Ujerumani chake Vincent Kompany, nazungumzia Bayern Munich wao watakuwa wanaangushana na mabingwa wa Ulaya PSG, Jumamosi ya Julai tano. Kimtazamo wako, kwa kulinganisha viwango na ueledi wa timu hizi mbili, wote ukizingatia kwamba uh, Bayern wamebeba ubingwa wa Ujerumani na PSG ni mabingwa wa Ulaya hmm, tusio kule kwao uh, uh, Ufaransa. Eh, sijui wewe unazipimaje katika uh, matokeo ambayo pengine yanaweza kujitokeza siku hii. E, michona hii imetuonesha matokeo ya kushangaza hata, hmm, Bayern imepigwa na Benfica katika baadhi ya mechi, katika moja wapo ya mechi ambazo umecheza kwenye mashindano haya kwa hivyo a eh, PSG pia nayo imepigwa na Botafogo <laughs> ya Amerika ka, ka, Kusini. Sasa michuano hii kwa kweli kadri navyosonga, ndio sasa makocha wanatumia mbinu tofauti, hasa ikizingatiwa kwamba kuna changamoto ya hali hiyo, kama nilivyosema, joto kali sana. Timu ambazo zimezoea Ulaya eh, kwenda Marekani kule eh, kaskazini kucheza chini ya joto kali ni, ni, ni, ni changamoto. Lakini ukiangalia PSG katika hmm, mashindano haya pia nayo imeanza ku, ku, kuonyesha PSG ambayo tulishuhudia msimu uliopita, mm -hmm. mm -hmm. na itakuwa ni kazi kubwa kwa Visit Company kupambana nao ili kuhakikisha kwamba wanaweka uh, ujumbe mapema mm -hmm. kwa msimu ujao katika nadhani na ujumbe na ulishatumwa, kama Messi alifungishwa virago basi kuna uwezekano <laughs> lakini, kesho vijana wa Pep Guardiola City wanachuana na timu ya Afrika kule Al Hilal eh, mm -hmm. kisha Real Madrid itakipiga na Juventus, uh, Jumatano Dortmund itacheza dhidi ya Monterrey. mechi hizi Bruce Samani, una ze zungumziaje ikizingatiwa kwamba Al Hilal unaweza kusema ni vimbonde katika machuano haya? Hapana, Al Hilal si bonde eh, ni moja ya timu ambazo zimetumia hela nyingi sana kuwekeza katika vikosi vyao, na nataraji kwamba watatiza wata hawa vijana wa Pep Guardiola, kwa kweli Manchester City, kwa sababu ni moja ya timu ambazo zinacheza vizuri katika ligi ya Saudia kule, na Pep, licha ya kwamba wameimarisha kikosi, tumeona wachezaji wapya ambao wamesajiliwa kwa kweli, tayari wanaonyesha uwezo wao na wanacheza vizuri kwa hivyo, itakuwa ni kipimo kizuri unapopiga hatua, wakisonga hatua moja kitita kinaongezeka kina. Kwa hivyo unaweza kuona kabisa timu inapofuzu makocha wanashangilia. Haudhani kwamba tuko katika e, taaluma tofauti sana? <laughs> <laughs> zingatia taaluma yako, tumalizia rakaraka <laughs> na michuano ya CHAN pia mm. Sasa pengine labda, eh, yeah. eh, labda mambo bila shaka ratiba imetolewa ya, ya, ya michuano hiyo na mambo yanaendelea vizuri, matayarisho yanaendelea, viwanja ambavyo vitatumika katika michezo hiyo vipo sawa. Sasa hivi ni hatua za mwisho, mwisho tu kuhakikisha kwamba wanazingatia viwango vilivyowekwa na eh, CAF, Mgumzo, weza wa... na, fainali, kusambu, ama watakuwa kwenye watakuwa maandamano, tutasubiri <laughs> <laughs> kuona, lakini hatua zimechukuliwa. Hali ya usalama pia imeimarishwa, na wakuu wa polisi wamekuwa mm -hmm. wakifanya mafunzo ma, ma, ma, ma, namna mm -hmm. ambavyo wanaweza kudhibiti mashabiki na umati wa watu. Kwa hivyo nadhani haya yote yatazingatiwa yata na, na kamati inayoandaa michezo hii. Asante sana Bruce samani. Michuano ya CHAN, msikilizaji, inatarajiwa kuanza Agosti 2 hadi 30 mwezi huo, lakini endelea kutufuatilia katika idhaa ya